Talk means all times charge, charge, charge. Roho Mtakatifu ndiye anayeunganisha mioyo yetu tuwe ndugu tuwe kitu kimoja tuwe mwili wa Kristo wote tuwe mwili mmoja, mmoja huyo akimwona yule ndugu yako huyo akimwona yule yule ndugu yangu yule akimwona yule ndugu yangu yule akimwona yule ndugu yangu hakuna ukuta palipo na ujazo wa roho mtakatifu ukiona ndani yako una ukuta na mkristo mwenzako na mpagani una ukuta na mtu yeyote duniani wewe uh, ukimtazama unatamani afe Ukimtazama unatamani siku moja usikie amepata ajali, ukimtazama unatamani siku moja usikie taarifa mbaya kwake, hauna roho mtakatifu. Kazi ya roho mtakatifu ya kwanza akiingia ndani ya mtu ni kuwaunganisha watu wawe kitu kimoja, wawe mwili mmoja. Mimi ni kabila gani na wewe ni kabila gani? Lakini tunapokutana ni zaidi ya ndugu waliozaliwa mama mmoja baba mmoja. Efeso sura so, ya pili mstari wa kumi na nne mpaka wa kumi na sita Yeah. Yeah. Kwa maana ye ndiye amani yetu, ye yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga, na akisha kuondoa ule uadui na akisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, kwa, kwa, mwili ya ya, kwa kuwa mwili wake wawili kwa mtu mmoja ndani ya nafsi yake, wawili kwa mtu mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani, akafanya amani akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba akisha kuufisha, akisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba, akaja akahubiri amani kwenu nini ndiyokuwa mbali na amani kwa wale waliokuwa wale waliokuwa karibu io mataifa mengine ya Israeli na walio kwa karibu ni taifa la Israeli wote. Akatuhubiri amani, akatukusanya tuwe kitu kimoja, tuwe mwili mmoja, tuwe ndugu mmoja. Akabomoa kiambaza cha kati kilichotutenga, roho ya ukabila, Roho ya ubinafsi, roho ya utaifa, roho ya undugu, akaiondoa. Akaondoa na uadui dini yake, ni kwamba lile andiko litimie kwamba umpende jirani kama nafsi yako Kwanini? Kwa nini? Kwa kuwa ukimuona unaona umejiona wewe. Unapoona mkono unaona umejiona wewe, lakini haufanani nao. Unapoona miguu unaona umejiona wewe, lakini mkono na mguu havifanani. Na jicho linapoona sikio linaona limejiona lakini jicho na sikio, lakini na sikio havifanani. Na sikio likimwona pua linaona limejiona lakini sikio na pua havifanani, akakiogomo wake ambazo akatuunganisha tuliokuwa tofauti tofauti, tukawa mwili mmoja. Leo mtu akikugusa, akikugusa kichwa ni wewe, akigusa sikio unapiga kelele wewe, akigusa pua unasema achia pua yangu, akigusa jicho. Hakuna kiungo utagusa useme ah, hicho sio changu. Kila kiungo ni chako, haijalishi ni kidogo au ni kikubwa. Ndio huo umoja ambao Mungu alituunganisha nao. Sasa wapendwa, kazi za Roho Mtakatifu, ya kwanza duniani nikutufanya sisi tusiwe na ukabila. Kwa nini aliwazuia wasiende kuhubiri Injili? Ni kwa sababu wangeenda kuwahubiri ndugu zao kwanza. Ni kwa sababu wangeenda kuwafundisha ndugu zao kwanza, na baadhi ya mafundisho wangeyaficha yasiendee ya wengine, yawaendee watu maalum. Ni kwa sababu wachungaji wangekuwa ni ndugu zao. Ni kwa sababu wenye karama wangewatafuta kwa fikra zao, wasingeweza kuto kupendelea watu. Wangekusanya mama zao, wangekusanya shangazi zao, wangekusanya wajomba wao, ndio wangewaweka karibu na mabinamu zao. Na ndiyo maana Mungu akasema, subirini aje Roho Mtakatifu, maana akija Hautajali binamu, hautajali mjomba, hautajali shangazi, utatenda yaliyo ya haki kwa watu wote. Ni kazi ya Roho Mtakatifu hey. Ukiona ndugu yako bado, ndani yako una fikra za mgando, fikra za ndugu zangu vijijini, hali una ndugu yako hapa kanisani anashinda njaa, wewe fikra zako zina ndugu zako wakati una manguo kibao umejaza kwenye kwenye kwenye kwenye begi, kuna watu wanatembea uchi, wana hawana nguo ya kubadilisha, wako hapa. Tambua wazi kuna roho mtakatifu ndani yako. Na ni kwa nini nasema haya? Ili ninawe usije kasema mchungaji aliniambia nina roho mtakatifu, aliyosikia ninanena kwa lugha na kukatalia moja kwa moja, tunaonana physically, na ndio maana wale mitume wakaweka vitu vyaoshi ana magari hayakusubiri watoto wake aliauza, akaleta kwa mitume waliookoka, ndio wakawa ndugu Yesu. Wakaja ndugu zake, akamwambia, a, biashara imeisha. Ndugu zangu mimi ni hawa. Unataka kuwa ndugu yangu, ingia humu. Ukitoka huko nje, tofauti lazima iendelee, kwani tumehamishwa, tumetengwa, tumeondolewa katika ufalme wa kibinadamu, tumeingizwa katika ufalme wa Mungu. Ni Mungu ndiye aliyetuzaa kwa mara ya pili, atatufanya kuwa kiumbe kipya. Sisi sio wale Senyagwa tumetoka kwa kina Batwenga sisi, Senyagwa sisi Senyagwa sisi Zelambula sijui nani, tumehamishwa, tupo katika a nyingine ni kabisa anaosema, ninyi ni uzao mteule, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyowaita mtoke gizani mkaingia katika nuru yake. Ni kazi na tumeiona Yesu akiifanya hapo, na Paulo akiifunua kazi hiyo. Kwa mapendo mlikuwa maadumu, mlikuwa na kiambaza cha kazi, lakini nashangaa mpaka leo katika kanisa kuna viambaza mama huyu na mama huyu wanashindana, hawapendani. Huyu anataka kumwonyesha huyu alivyo na nguo nyingi, huyu anataka kumwonyesha huyo jinsi yeye alivyo na mme, huyu anataka kumwonyesha huyo. Hakuna ule upendo wa karibu tena, kwa sababu viwango vya ujazo wa Roho mtakatifu katika kanisa vimepewa na kupotea kabisa. Ni ujazo wa Roho mtakatifu ndio unaoweza kuwafanya watu wakawa kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. <tipad> hili jambo hilo unalijua au ulijui? Hilo unalisikia kwa mara ya kwanza au unalifahamu? Ni tatizo la kanisa ambalo tunatakiwa tulishughulikie kwa ujazo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akikujaza, utawahi hapa nusu saa kabla uombe kwa ajili ya mode, maana hujamuona, tumefunga kuanzia siku ya kwanza mpaka ya mwisho, mode hatumwoni, taarifa hakuna basi hebu ni wayi nusu saa ya kwanza nikamwombee. Watu wanakuja hapa wakati mwingine, sasa sasa hivi inakuwa ni zaidi hata ya muda uliobaa. Hili nini? Si kwamba wanachelewa, hawana mzigo na kanisa. Nini kimetokea? Roho Mtakatifu akitujaza tena, wapenzi, kazi zake ni zipi? Tutaipenda kazi ya Mungu kama yetu tutaifanya kazi ya Mungu bila kutaka malipo, tutapoteza muda wetu kwa ajili ya Mungu, tukasema hapana, sio kila siku tuende kwa mchungaji. Leo mimi nitashinda kanisani, nibebe watu kama mchungaji. Njoo Jumatatu, njoo Jumanne, njoo Jumaa, njoo Jumamosi. Ukijibatisha sana utakuta na sababu kwani si kwamba hutaki kufanya kazi zako, lakini mpende Bwana kuliko vyote unavyopenda. Ujazo wa Roho Mtakatifu utakupa kuona mapungufu ya kanisa, kwamba yule mama nataka nimuombee. Na mimi tukisema tunataka kuhubiri mkutano, alafu kasikia kule binamu yako kafa, utaenda kwenye msiba au utahubiri mkutano? Yesu alisema wa hivi, wache wafu wazike wafu wao. Sio sheria, hata kama leo ndio unasituko na sasa. Ina maana hii kanisa, yaani haya ni Biblia. Uwe unayataka au au uyataki, lazima tumpende Mungu kwa mioyo yetu yote, kwa roho zetu zote, kwa akili zetu zote. Chunguza roho yako wewe, unajali vipi kazi yako, utajua ni Roho Mtakatifu au ni pepo. Sina ujazo wa Roho Mtakatifu, nimejazwa maisha, nimejazwa. Ndugu zangu ndo wamekaa moyoni mwangu, ujazo wa Roho Mtakatifu. Mimi mii sii, utajuaje? Huna kazi za Roho Mtakatifu. Ya pili ni kufanya uione kazi ya Mungu na kushirikiana, bila kutafuta kwamba unapata hasara au faida. na ndio sababu tunakuwepo ibadani. Si kwamba watu wanaokuta ibadani wote ni mazezeta, hawana akili, hawana kazi ya kufanya, hawana elimu. Watu wana mipango yao, watu wana ndugu yao, lakini wakiangalia kazi ya Mungu wanasitisha. Unawakuta ibadani kama wajibu. Wewe unashirikiana, wewe unashirikiana, baba, baba, baba, sikatai baba, unakushirikiana unaitazama kazi ya Mungu kama yako, au mchungaji ndio mwenye kazi ya Mungu? ili na kukosa Roho Mtakatifu na kupata roho wa dini. Watu wanajazwa roho wa dini. Roho wa dini hawezi kukupa ushirikiano wa kazi za Mungu, utataka malipo utaona unapoteza muda tu. Mwezi wa saba hapa tuna tu mkutano wa injili, utaona mkutano na tarehe kumi na nane na hiyo hiyo tarehe kumi na nane ndugu yako anakufa shamba, utafanya nini? Unaitwa kazini, utafanya nini? Unaitwa kwenye biashara, utafanya nini? wale na ujazo wa Roho Mtakatifu wao wataangalia kazi ya Mungu kama kitu cha maana, na hicho ndio ninachokifundisha ambacho kwako una ujazo. Jinsi unavyoelewa ndivyo inavyokutafsiria una ujazo. Unashtuka wakati ni maneno yako huko, unasoma mwenyewe na biblia unayo, unashtuka. Kwa nini? Kinachokushtua ni nini? Umejazwa maisha, hujajazwa Roho Mtakatifu. Umejaza usumbufu wa maisha haya, hujajazwa Roho Mtakatifu umejazwa maangaiko na undugu, hujajazwa upendo wa Mungu. Aliyejazwa upendo wa Mungu ataangalia kazi ya Mungu kama yake. Turudi kuzipima kazi za Roho na kumtaka Roho. Ukiona hii kazi sima mtake Roho, katalo ya dini, katalo ya dini inayosema nena kwa lugha tu, inayosema umeokoka tayari, inayosema ushabatizwa, kataa Kubali gharama za kumtafuta upya roho Mtakatifu. Yeye akija ndani yako utazipenda kazi zake kuliko kazi zako, na itakapotokea ratiba ya kazi za Mungu imegonga kazi zako, uko tayari kupata hasara, huyu mtu ana ujazo wa roho. Na ndiyo maana ni watu wengine duniani ni wageni na wasafiri, sisi duniani ni wageni na wasafiri Bwana Yesu asikiwe ni wageni wenyeji, wetu uko wapi? Yaani maana yake kipindi watu wanawekeza wanawekeza wanawekeza, wewe unawekeza moyoni, uende nao. Maana ukiwekeza chini, utaviacha hapa, sio kwako. Nani amewahi kujenga nyumba kwenye kiwanja kisicho chake? Nani amewahi kupanda mti kwenye kiwanja ambacho sio chake? Kwa pande hii miti ikiota atakula matunda yake, wakati kiwanja sio chako. Inawezekana kweli? Inawezekana kweli? Si ajabu ukije kula matunda ukapigwa hata na mshale, kwamba ni mwizi. Unasema mimi haya mandizi nimepanda mwenyewe nikitumaini kwamba nitavuna. Unapandaje ndizi kwenye, kwenye shamba la mtu? Na sisi tunawekezaje mahali ambapo tunaambiwa ni wageni na wasafiri? Je, tusijenge juu yetu zitafute pesa yetu zifanye kazi la hasha. Tufanye kazi kwa bidii, lakini tukijua kwamba kuwekeza kwetu tuwekeze sana mioyoni. Tujenge nyumba kwa bidii, lakini tujue kwamba tunawekeza sana mioyoni, kwa sababu huko ndiko kuna mali tukitakazodumu tutakazoenda nazo zile tunakazoziweka chini kwenye ardhi zile, so mali zetu zitabaki, kuna mmiliki wa mali hizo za dunia Sio sisi. Urafiki kwa mali ya udhalimu. Ukipata elfu moja toa mia, ifanye kazi ya Bwana, utaikuta mbele za Bwana. Toa mia mbili, ifanye kazi za Bwana, utaikuta mbele za Bwana. Hiyo ndio utakayokuta kuwa ni hakima hey. yako zile za benki mbinguni utazikuta. Zile ulizojengea nyumba utazikuta, zile ulizonunulia nguo utazikuta, zile zt utazikuta. Utazikuta zile ulizotoa kumlisha maskini utazikuta, zile ulizotoa kumlisha mjane hiyo ndio mali yako. Zingine zote ulipoperusha sio mali zako, na kama ungepata akili ya kunielewa mimi ungeomba ujazo wa Roho Mtakatifu, tuone tushirikiane, kazi ya Mungu isiwe nzito, yanahitaji neema ili uyaelewa. Utaona wewe mchungaji anayeyahubiria anahubiria masikini tuache kazi, anabidi tukae huko ndani, unajua, anataka familia zetu, siko huko. Mwenye Roho Mtakatifu ananielewa. na lenga nini, mtazamo wangu ni ni nini, mimi nimejaliwa, manake Roho Mtakatifu ndiye anayewapa kutafsiri mambo hayo. i najua ni, ni, ni wachungaji ndio wanaoua kanisa, hawahubiri kweli, hawawaoni watu, hawawajengi watu, wanaonea watu aibu. Mimi nimekaa hapa ndani ya miaka na na sioni aibu, nasema watu mpaka. Wengine wameniundia vikao, wakafunga siku saba, ombi ni Tito afe. Niko hapa, kuna mama amekuja kutubu, mala anasema ametaka kuniua mara tatu imeshindikana. Mimi niliyokuwa najua labda kanisa linauawa na wachungaji, kumbe watu wenyewe hawana mpango na Roho Mtakatifu. Na ukikosa mpango na Roho Mtakatifu, pata hela, pata chochote, mtazamo kuhusu kazi ya Mungu unakufa. Tazama kuhusu ushirikiano wa kweli nakufa. Vyako ni vyangu, vyangu ni vyangu, vyangu ni vyangu, bila ya yule yani hakuna ushirikiano wa kweli hebu, iko naenda Yohana 17 mstari ha, naishia hapa. Kazi ni nyingi za ujazo wa Roho Mtakatifu, ananijenga kanisa hiyo ni kwa mujibu wa Korintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 16 mstari wa 13. Roho Mtakatifu anatufundisha ni kwa mujibu wa Isaya sura ya 54 mstari wa 13. Roho Mtakatifu hutusaidia udhaifu wetu hutupa nguvu ya kuomba hutupa ujasiri. Ni kwa mujibu wa Luka 24 mstari wa 9. Roho mtakatifu hutuunganisha mioyo yetu iwe kitu kimoja. Kwa mujibu wa Efeso 2:14. Roho mtakatifu huliombea kanisa. Ni kwa mujibu wa Warumi 8 mstari wa 26 hadi 28. Roho Mtakatifu anatulinda, analinda wateule analichunga kanisa ni kwa mujibu wa Matendo ya Mitume 20:28. 20. Roho Mtakatifu anaponya na kuliokoa kabisa ni kwa mujibu wa Mathayo sura 28 mstari wa 8. Roho Mtakatifu ndio tulikuwa tukiliangalia sasa sasahivi uondoa ubinafsi yoyo ni mwetu kutupa ushirikiano. Yohana 17 ambapo tunaenda kuisoma sasa, Yohana 17 21 mpaka 23 ili wewe usadiki kwamba ni lazima wawe na umoja, sema tuwe na umoja. Umoja <tipi> ni nguvu mtendao. Ukiwa na umoja kati yetu, hatutakuwa na mahitaji hivi. Yako makanisa yako nini? Kuna mshirika ana viwanja thalathini si. ana nyumba sita na huko huko kuna mshirika mwingine amepanga chuma ana daiwa kona wanasali pamoja. Na kuuliza swali la kawaida, uko mmoja huko? Uko mmoja huko? Yaani maana yake huyo atajijua mwenyewe, kama akisoma shule atajijua mwenyewe, kama haku hapo ajiriwa atajijua mwenyewe. Hivi ni vyangu na watoto wangu, yuko humo humo, na huyo anadaiwa kodi yuko humo humo. Ndio kanisa tulionayo leo, ndio kanisa tulionayo leo. Huyo analia huyo, huyo ana, ana, alaja, huyo namoja, chakula ndio makanisa leo. Eti eti yule anayelala na njia, hana Mungu. Mungu amekupenda eti wewe ndio mtakatifu, maana viko vingi e, nasema na umoja watu kwamba hawataona njaa kwetu, na vibakuli bakuli kwa mataifa. Kanisa tutajenga wenyewe, tunao umoja sisi tunao moja wote oh. Mwenzangu ndo ndugu yangu yule, sijui mnani nani, atajijua mwenyewe, sijui mnani nani, hatumjui sisi. Hii roho sio ya Mungu, ni ya shetani, wapendwa, na inaletwa na watu kumwacha Roho Mtakatifu. Kwani nikuulize tu swali la kawaida, kwani kama huna Roho Mtakatifu, una upendo? Una upendo, unao, lakini wa ndugu zako Unao lakini kwa ndugu zako, kwa mama yako, kwa baba yako, kwa jirani yako hauna. Kwa hiyo hata sasa hivi tunavyoendelea, makanisa sio kwamba hayana upendo, yana upendo kwenye madhehebu yao, kitu ambacho Biblia inakikataa kabisa. Tuwe na uwezo hapa wa kutoa vyombo vyetu vikahubiri injili, vikahubiri injili, injili yetu mladi wanakimbatizwo wa maji mengi na ujazo wa Roho Mtakatifu, wanaleta watu kwa Yesu. Tuwe. Kitu hiki kimepotea, kwa nini? Hatuna ujazo wa Roho Mtakatifu, lazima tujue. Kiambaza hakitaondoka, kwa nini? Hatutakiondoa kwa kiali yetu, ni Roho Mtakatifu anaondoa usehebu na udini. Tuwe wepesi wa kutembelea jilani wanaom wepesi wa kutembelea marafiki wanaoumwa, tuwe wepesi wa kutembelea watanzania walio na shida. Hatuwezi kuwa wepesi kama hatujawa na roho Mtakatifu. Na kazi za roho Mtakatifu ni kuondoa ubinafsi na kuleta ushirikiano. Na ukitoa unasikia ume hivi leo. Nani analia kwa kutoa hela? Ili hali nani analia? ukitoa hela ili unywe supu unalia? Ukitoa hela ili ule ugali unalia? Si unaula mwenyewe, hauwezi kulia wakati unaula mwenyewe. Na ukimpa mtu kitu, ona unajipa una mwenyewe. Ndio Mungu alichokileta katika ujazo wa Roho Mtakatifu, utapata kitu hiki. Kwa hiyo wewe utajipima, mimi nimejazwa Roho Mtakatifu kweli? Utajipimaje? kazi zake. Ukiona ndani yako bado ushirikiano na watu huna, huna Roho Mtakatifu. Jitaidi tujenge kanisa. Mjenzi wa kanisa anachokuaga utukufu ni yule anayeweka tofali juu, lakini wapendwa, kanisa ni zile tofali aluki. Mjenzi wa nyumba anayepewa hela ni yule anayeweka tofali na udongo, lakini tofali na udongo ndio vinavyojenga nyumba. Hamna mtu ananielewa hapo? Edric analipwa pesa kwa kujenga nyumba, unanielewa? Analipwa pesa kwa kujenga lakini kiukweli kilichojenga nyumba ni tofali na udongo, sio endu iki huyo. Angekosa tofali na udongo, hakuna nyumba, hakuna nini. Kwa hiyo hata kama sema yule mchungaji, mchungaji hana uwezo wa kujenga kanisa. Kinachojenga kanisa ni mingi, ushirikiano wetu sisi. Huyu ni udongo, huyu ni tofali, huyu ni maji, huyu ni zege, ndipo ataona kanisa Hatuwezi tukafikia hatua ya kuwafanya watu wamuone Yesu. Wataona uchuki kanisani, wataona kama walivyo wao, wataona na kanisa liko hivyo hivyo. Kwa nini? Hatuna ushirikiano, ushirikiano wa mabati na ndondo na sivina simenti na kolokolo gani, ndio lao imalisha kanisa au nyumba iitwe nyumba. Lakini mtu anayechukua utukufu ni aliyeviweka weka bile vikorokolo, weka hapa weka hapa weka hapa, anapima bima hii e, bima maji yo ah, hii e, inaonyesha e, iska hapa, hii e, kadri anakata. Bwana Yesu asifiwe! Lakini ukweli ni ndani, nyumba inasimamishwa na vile vifaa. Mimi nitasema wewe weka hapa, wewe weka hapa, ha, hapa hapa, ah ah, huko watu wende hivi, twende hivi, twende hivi, twende hivi. Ukibomoka na kutoa naweka kingine kinachoweza kukaa pale. Hiki hapana, kinamwanya na kitoa. Hawa mafundi wanaelewa sana, nachokiuia sana. Fundi unaweza kumpa matofali kumi hapa, yeye akaona mawili, akaona mangapi? Mawili tu, akaona hapa matofali ni mawili, wewe unaona umeleta matofali kumi hivi. Unanielewa? Unaweza ukaleta mchanga hapa, lundo la mchanga, labda ukachukua ukachukua gari likasomba mchanga hapa slipu kumi labda tipa saa ombele, alafu unamwita fundi Hendrik, anakwambia mchanga huu haufai wote kwa kitu unachotaka kujenga wewe. Hendrik, naongea hmm? mchanga wa sakafu una aina yake, si ndiyo? tunaweza hapa tukawa wengi, lakini Mungu akiangalia anachotaka kukijenga, hakuna rasilimali hakuna, hakuna hapa za kujenga kanisa ataamananepall palh plh palshituo. Mungu anataka tuwe rasilimali za ujenzi wa kanisa, ni lazima tujazwe roho Mtakatifu. Hatuwezi kuwa rasilimali kama tujajazwa roho Mtakatifu, tunaweza tukawa ni uchafu wa kukataliwa. Ama jinsi fundi anavyoweza kuja akaangalia akasema udongo huu wote utoke chembeni na shimo, alafu anaenda kuchukua udongo wa sehemu ile ndio anaujaza hapa. Mimi kila kitu ninachangaa sana. Angalieni wajenzi wa, wa barabara, anachimba anatoa udongo anatoa nini, alafu anaenda kula hapo na udongo anaweka hapo. Umetoa udongo, ulete udongo. Kwa nini usitumie udongo huu? Udongo huu ninachotaka kukijenga hauwezi kufaa, na mtu yote asiye na roho mtakatifu kwa ujenzi wa kanisa hafai. Hivi mnanielewa au mnanijoy? Mungu tu akubariki. Tusimame, tumuombe Mungu wetu atujaze Roho.